Ni katika Dr. Saddam Kenya. Now tuseme uko mjamzito na at some point hapo katikati unaanza kuhisi maumivu ya chini ya mgongo. Now the first question tutakao kujiuliza what is actually happening na if this is Very concerning, ama ni hali ya kawaida? Now in this video, mtaweza kueleza so the first thing that happens ni kuwa, ikiwa hali hii inatokea uko mjamzito na, na unaumwa na chini ya mgongo, ni vizuri uweze kutembelea hospitali so that you get the correct answers na responses ambazo zitaweza kusaidia. Inaweza kuwa ni kati ya vitu vitatu ambavyo tunavitaja. So the first thing ni kuwa, ikiwa ujauzito wako ushapita miezi minne unaelekea mwezi wa tano, wa sita, wa saba kwenda mbele, then this might be normal, na inasababishwa na homoni za ujauzito kama vile relaxin ambazo husababisha misuli na na na na na ligaments kwenye mgongo, na kwenye kwenye mgongo mgongo kiuno ziweze kurelax na wakati mwingine utaanza kuhisi yale maumivu. But the the second thing thing ni ni kuwa inatokea, shaanza kuwa kubwa. Kwa hivyo uzito wa mimba unaweza kuwa una strain ile misuli ya kwenye chini ya mgongo and as a result of getting that point. Now that here, gravity, that, that means, yeah? Now affects your sense of gravity physics, unajua what that means. Third thing, ni hali ya hatari Mba yako uh, uko na ujauzito then unaanza kuhisi maumivu ya chini ya mgongo, na ghafla pia unaanza kutokwa na damu kama ya hedhi, damu nzito, na kama vile then hiyo inaweza kuashiria kuwa ujauzito wako umeweza kuharibika au uko katika hali

kwa maji aweze kuyapasha moto maji ya vuguvugu, then achukue kitambaa aweze kukanda kwenye mgongo. Yeah, so uweze kukanda kwenye mgongo sana sana kwenye kiuno and everything, na hiyo itaweza kusaidia na yale maumivu. Ikiwa umefaidika na video hii, tafadhali bonyeza subscribe pale chini, like video hii na takuwa na maswali yako yawache kwenye comment section, na pia ikiwa hii video imekupendezesha kivovote, kuna hiyo button pale chini inayofanana na vile, bonyeza enter the amount hapo unaweza ku -enter, na itaweza kusaidia channel pia katika kukua, naweze kusaidia mimi pia katika kutengeneza hizo video. Shukrani sana kwa kutazama video hii na tuweze kupatana katika video zitakazofuata.